Mheshimiwa Waziri kuna zoezi liloendesha la kusajili magari ya serikali. Lakini inasemekana baadhi ya wafadhili na baadhi ya miradi wamekataa kusajili hayo magari kwa namba za serikali. Sasa watu wanajiuliza, hayo magari yakija kwa jina la miradi yanakuwa ni ya serikali au ni ya watu wale binafsi? Na hiyo miradi haiwezekani kwamba ni madeni ambayo yatalipwa na serikali baadaye. Hivyo hayo magari ni mali ya serikali. Asante. Ndiyo, nashukuru sana ndugu Balele, labda nitaanza na, na kujibu swali lako kwamba swala la kusajili magari linatokana na, na sheria ya usalama barabarani ya mwaka sabini na tatu. E, hii sheria ipo na tumekuwa tukisajili hayo magari kwa mujibu wa sheria. Ni kweli kwamba zoezi hili limeenda vizuri sana tangu tulipolianza kwa sababu tangu lianze hili zoezi la kusajili magari hadi napozungumza leo ni karibu magari na mitambo na pikipiki elfu sita vimesajiliwa, na katika humo kuna magari yaliyosajiliwa ni elfu nne hadi leo napozungumza, pikipiki zilizosajiliwa ni elfu moja na mia tisa themanini na tano mitambo iliyosajiliwa ni 231. Kwa hiyo hilo ni zoezi ambalo lime, limefanyika na limefanikiwa tu vizuri na tunashukuru sana jeshi la polisi, wananchi na ninyi waandishi wa habari na vyombo mbalimbali kwa jinsi mlivyoshirikiana na serikali kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba magari yanasajiliwa. Katika kusajili magari yapo magari yanayonunuliwa na fedha za serikali. Yale yanasajiliwa kwa namba za STG. Yapo magari ambayo ni ya mashirika mbalimbali kwa mfano vyuo vikuu na mashirika mengine mbalimbali yamesajiliwa kwa namba za SU na yapo magari ambayo ni ya serikali za mitaa yamesajiliwa kwa namba za SU, za, za SM. Kwa hiyo katika magari haya na mitambo pamoja na pikipiki elfu sita na moja ninazozitaja hadi leo ambazo zimesajiliwa yapo magari yamesajiliwa kwa namba za SU, SM na STG pikipiki piki zipo zilizosajiliwa kwa SM, SU na STG. E, mitambo mingi imesajiliwa kwa CW, kwa ambayo ni, ni mali za serikali na baadhi mingine imesajiliwa kwa SU na kadhalika. Kwa hiyo zoezi limeenda vizuri tu. Kwa hiyo kuhusu swala la wafadhili, katika wafadhili kuna, mi, kuna, kuna miradi ambayo iko pure ni ya wafadhili ambayo katika makubaliano huwa ni kwamba mradi unapokamilika wale wafadhili wana haki ya kuamua kukabidhi yale magari au kile kifaa kinachohusika au kuondoka nacho. Sasa, katika miradi ya namna hiyo, ndipo utaratibu tumeweka kwamba yale magari yatakuwa yanasajiliwa na namba special na yatakuwa yanaandikwa ule mradi unahusika wapi na ni wa nani wanani. Na magari yale yatakuwa yanahusika kwenye, kwenye miradi yenyewe husika, kama ambavyo tulikuwa tuki tumeainisha kwenye makubaliano yetu lakini sio kwamba wafadhili wamekataa, wame, wame wamefanya nini, ni kwamba zoezi limeanza vizuri na limekamilika vizuri. Kwa hiyo lilivyokamilika, na ndio maana tuliona kwamba hakuna haja sasa ya kuinvolve kila mmoja na kudraw attention. Kwasabu, kwa sababu yale tuliyokuwa tumeamua kuyasajili tumeyasajili vya kutosha, vyakutosha. Kwa hiyo zoezi limekuwa likienda, hata leo yapo magari ambayo tumeyasajili kwenye ST, lakini yapo pia magari yanayonunuliwa wewe kama uko shirika la umma umenunua gari lako kwa fedha za serikali, kwa vyovyote litasajiliwa kwa namba za SU. Kama ni mali ya serikali imenunuliwa kwa fedha za serikali itasajiliwa kwa namba za STG na kadhalika na kadhalika. Katika miradi ambayo inakopwa chini kwa wafadhili, ile ni mikopo, ni fedha zetu, yale magari yanasajiliwa kwa namba za ST. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo wafadhili wamekataa, wafadhili wa wame, wawu wame, wamekubaliana na hili zoezi kwamba lilikuwa nzuri, lakini katika magari ambayo ni, ni pure bado yako chini ya usimamizi wao, ndiyo ambayo tumeona yaendelee katika namba za TZ, lakini itakuwa na namba nyingine za plate, namba nyekundu, wakati tukiandaa namna ya kubadilisha sheria ili kusudi tuweze kuaccommodate hayo magari ambayo yanakuwa bado